CDF isiondolewe. Tena tuomba yoyote ambao ataka kuipinga, Mungu ampige yeye. Ah, atufanyie nini? Sasa wa mama hao. Eh, Mungu ampige yeye mwenye kupiga CDF. Watoto wangekuwa wamekaa nyumbani, wanangojea mabwana wa wabebe. Lakini sasa kwa nguvu za Mungu watasoma. Nimetoa pendekezo langu na ile pendekezo hili, pia ni pendekezo la watu ambao wanaishi na ulemavu pia, nikuwa CDF ibaki, na Mungu watu waombee, ikibaki iongezewe, pia iongezewe mgao. Sasa kama papa anasema ama mwingine asema CDF ondolewe, haki za mtoto katika pino France imespeleka wapi mtoto va kisasi cha Kenya ya baadaye nimesikia kuna wakili hapo wa bunge na watawala mwingine, inatakana kuwe na proper implementation isiye mambo ya kutakia takia, we have pos katika CDF na hizo loopholes zitaswe zifanye hiyo CDF ikipengee, hiyo amendment strong, ili ofisi hii inapotoa huduma yake iwe ni huduma ambayo italeta sifa ofisi ya CDF. Vile vile na vile vilevile, naungana na wenzangu wa Kenya kwa kusema ya kwamba NGCDF iweze kuweka katika katiba ipate kuwa permanent, kwa sababu pale ilipo sasa watu wanaizungumziazungumzia, kwa sababu wanaona kwamba wana uwezo wa kuiondoa lakini ikiwa katika katiba itakuwa, hakuna mtu anaweza kuizungumzia tena kwamba anaweza kuiondoa ama hawezi. Uh, NGCDF miradi yake yote, miradi ya CDF yote yatokana na sisi wananchi. Kila mradi ukiuona umetengenezwa na NGCDF ni mwananchi anasema mimi nataka nifanyie hivi. kama ni shule kujengwa, wazazi wamesema kwamba tujengwe choo na CDF inajenga choo. Kwa hivyo hii yaonesha ya kwamba NGCDF ni direct uh, uh bene beneficiaries wake ni wananchi moja kwa moja. Sasa basi, tumekuja <coughs> hivi leo hapa kuanzia jana mpaka kesho, ili tuweze kuhakikisha kwamba hivi vitu ambao tunachagia viwekwe kwa katiba, tukalwala tumesikia mwingine, tumesikia

i on bado inaendelea otia avatilieko kwalisiaendelea mpaka 10 Juni 2025. Kwa hivyo mko huru kutuma memorandum yenu kwa National Assembly ili aembl ilit. Then tulisikia bwana wakuna lisema mambo ya proper implementation na mnasema mambo ya CDF yaongezwe baada ya ya constitution of Kenya amendment bill ikipitishwa huko bunge, tutarudi tena hapa kupitisha bill that is the bill act of parliament to prevent NG-CDF and senate oversight fund. Na tukirudi hapa, tutaweka tena ili kutoa hiyo maoni ya kusema CDF tuongeze, na mambo ya wakulu walisema mambo ya nini Proper implementation. Kwa hivyo hizo vitu zote mngetaka irekebishwe katika senator ga naseneov ndio kuna nafasi ya kuweka maoni yenu na kusema vile mtataka hiyo CDF na senator cifn implementiwe.